ni miaka ishirini na sita umri wa mtu mzima tanzania kwa sasa haina mwalimu julius kambarage nyerere ilikuwa ni oktoba ya tarehe 14 mwaka 1999 rais wa awamu ya tatu ndiye ambaye alitangaza kifo cha mwalimu julius kambarage nyerere tanzania ikaingia kwenye simanzi miaka imekwenda lakini bado kiongozi huyu anaendelea kuenziwa. Mengi anaulizwa hasa kuhusiana na falsafa ambayo yeye alikuwa akiamini, lakini vipi kuhusiana na wale maadui watatu ambao aliingia madarakani kuanzisha vita nao? Kama nchi tumefikia wapi kwenye vita hivyo? Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tutakayoyamulika wakati huu ambako tukiendelea kumkumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Naitwa Nordin Selemani, nikikualika kwenye uchanganuzi hii leo kuyatazama haya kwa mapana yake. Tumemwalika Dr Richard Mbunda, yeye ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia ni mchambuzi wa masala ya siasa. Karibu sana kwema. Kando yake tunaye dokta mwingine, ni bahati kuwa na madaktari wawili katika eneo moja. Salban yeye ni mchambuzi wa masala ya siasa na uchumi lakini pia yupo vizuri kweli kweli kwenye mambo ya kilimo ambako mwalimu pia aliyasimamia. Karibu sana, daktari. Shukrani sana. Mambo yanasemaje? Anakwenda tuna vizuri mm, tunashukuru miaka ishirini na sita hii haswa tunapopata fursa kama hizi za kumkumbuka baba wa taifa kiongozi wa kwanza kabisa wa taifa letu aliyepigania uhuru lakini sio tu akaishia hapo, mm, akasaidia kuisukuma nchi kwa miaka takribani ishirini na saba akiwa kiongozi mkuu wa nchi. Tuanze kwako Dr Richard. nam wengi wa kila nyakati kama hizi ndio ambako wanarudi nyuma na kurejelea kwamba Mwalimu alikuwa na falsafa yake. hmm. Kama taifa tumeiacha hii falsafa na sasa tumekwenda katika mwelekeo mwingine, nawe na unaamini katika hayo hayo kwamba kama taifa tumeachana na falsafa ya mwalimu na tumechukua mkondo mpya nam labda mi nianze kwa kusema tu kwamba hasa um, kama nitaungwa mkono na wale wanaoamini katika dini mm. <coughs> Dini zote iwe <yue>. Ukristo <laughs> Uislamu na dini zingine ambazo zinaamini kwamba kuna Mungu mm. uh, utagundua kwamba katika uh, labda kipindi cha, yani mwanzo wakati tunapambania uhuru na kuanza kujitawala. Ni kama vile Mungu alitupendelea akatupatia viongozi ambao tunaweza kuwaita wa, wa viongozi wa mfano. Na sio Tanzania tu. Ee, ukienda kule Ghana kunakuwa na Kwame Nkrumah, uh, kule uh, Diara Kongo kulikuwa na Patrice Lumumba eh, na wengine kote. Sawa, eh. Uh, sasa hapa kwetu tukafanikiwa kumpata Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere <coughs> ni mtu ambaye ukiangalia Uh, yani anakuwa kiongozi wa mfano kwa sababu hata yeye mwenyewe tu maisha yake yana uh, kitu cha kujifunza kwa viongozi waliofuatia kuanzia pale. Mm -hmm. Eh, kwa mfano labda kuna moja ambalo lin linazungumzwa sana la uadilifu sawa, eh? Mm -hmm. Yani kiongozi wewe, yeye alikuwa ndo kiongozi top eh, mkuu wa nchi, mkuu wa serikali sawa, eh? Na milijeshi mkuu eh, ni mtu ambaye kwa namna yote angeweza kujiwekea chochote kujirimbikizia chochote ambacho ange, angetaka na kwa sababu inawezekana labda pengine alikuwa na wasaidizi wake, <laughs> walikuwa wanamsukumasukuma ajirimbikizie. Mm. Lakini ameondoka Ikulu akiwa hana chochote, e, nyumba amekuja kujengewa na jeshi la kujenga taifa e, yani ni mtu ambaye alikuwa anaona kwamba je, yeah, akijirimbikizia mali yeye, yeah, kama yeye yeah, anatoa mfano gani kwa, kwa wananchi wengine. Kwa hiyo tu ya maisha yake inaonyesha kwamba ni, ni, ni kiongozi wa mfano. Labda niongeze moja tu kwa haraka haraka, na ambalo labda pengine nitajaribu tutajaribu kuitoa mfano wa kinachoendelea sasa hizi. Baba wa Taifa aling'atuka akiwa na miaka 63. mm -hmm. sawa mm -hmm. miaka 63 akasema haya, mimi nishakuwa mzee, napumzika niwapishe vijana, lakini sasa hizi tuna watu na miaka 80, miaka 79 wanapambana bado bungeni <laughs> amekaa humo bungeni miaka kumi na tano ishirini, unasema hivi, ni kitu gani ambacho bado hajakifanya eh? miaka sitini na tatu Baba alionyesha njia, Baba wa Taifa alionyesha njia. Kwa hiyo unaona kabisa ni jinsi gani eh, nirudi kule kule kwamba Mungu alijaribu kuwafanya hao viongozi wao mfano ili sisi tuishi kwa kuangalia wao waliishije kama viongozi. Hmm. lakini kwa bahati mbaya na labda tutaendelea kujadiliana zaidi kwa kweli kwa, kuna namna moja au nyingine tunamkumbuka tu ikifika siku kama ya leo, lakini hapo <laughs> katikati tunachochora, tuna vitu vingi sana vinatokeza ambavyo vinaonyesha kabisa kwamba tumeacha falsafa yake na tumeshindwa kumfuata yeye kama a, kiongozi wa mfano mm. A, Dr Malcus, kwa jicho lako la ufuatiliaji wa mambo na la usomi, unaona ni bado viongozi wetu wa leo wanaishi ile misingi ya uongozi ambayo Mwalimu aliipambania akaiweka, na kila mmoja alionekana kwamba kuishi hiyo na ukikengeuka, maana yake umejiweka kando. Asante. Kwa bahati mbaya, haijaandikwa hakuna mahali kwa pamoja limewekwa kama andiko kwamba hii ndiyo misingi mizuri hmm, aliyotuachia Baba wa Taifa hmm. Na nadhani hii ni wake up call ni wito kwa wasomi na watu wengine wenye uwezo wa kuandika, pamoja na mimi nisijiweke pembeni, kwamba tupate wasaa kuya, kuyaandika haya mambo, ili tunapokuja kwenye tathmini tuseme namba moja halikufanyika, namba mbili linafanyika, namba tatu tumeliacha mbali na kadhalika. Kwa hiyo kulijibu swali lako moja kwa moja ni vigumu, lakini la pili, baba wa taifa hakuwa Mwenyezi Mungu. Naye alikuwa na makosa yake. Kuna mambo aliyafanya ndivyo sivyo. Kwa hiyo hata leo tukisema mbona hufuati lile, mwingine anaweza kusema lile kwangu mimi sio sawa sawa. Kwa mfano, Baba wa Taifa alivunja uh, vyama vya ushirika. Wale wanaofahamu wanajua moja kati ya makosa makubwa Baba wa Taifa aliwahi kufanya ni kuvunja uh, vyama vya ushirika, lakini pia alivunja serikali za mitaa kitu ambacho baadaye na yeye mwenyewe akagundua amekosea akazirejesha. Sasa hatuwezi kuhukumiana moja kwa moja, lakini kuna misingi inayoonekana wazi kwamba hii, hata awe kichaa awe mwenda wazimu, anapaswa kuiga mojawapo. Amelisema Dokta Mbonda, ni vizuri sana tukiangalia uadilifu katika uongozi, lakini jingine muhimu kujenga msingi wa mshikamano amani, umoja na utanzania, uzalendo wetu, jambo ambalo leo tunapokuja na nafikiri nitapata fursa baadaye kama utanipa, ya kulifafanua faida zake, miaka ishirini na sita baada ya yeye kuondoka, leo tunapokuja kuongelea uchumi huu, ni moja ya msingi muhimu wa maendeleo ya nchi yoyote: umoja, mshikamano, uzalendo na, na, na, na, na, na na utaifa. Mm. Kitu ambacho kinatufanya leo mi sijuage hata Dokta Bunda ni kabila gani? <laughs> Nurdini, wewe sijui kabila yako, na no. sijui umetoka mkoa gani, tunakutana Dar es Salaam mm. tunagonga cheers yeah. kila mmoja narudi nyumbani kwake, hakuna anayemuuliza mwenzie ukabila, mm. udini wala chochote, na hata kama tukikutana tukajuana, mm. bado haitugawanyi haitu. Kwa maana hiyo, popote utakapokuwa Tanzania mm. una uwezo wa kufanya majukumu yako bila kuingiliwa na vitu ambavyo yeye binafsi na chama chake cha tano waliamua kuweka mguu chini mwanzo wa udai wa uhuru wa nchi yetu, hmm. na kulisimamia kwamba sisi ni Watanzania, ni wamoja, hakuna cha aliyetoka Musoma, aliyetoka Lindi wala Mtwara, wote ni kitu kimoja, jambo ambalo ni muhimu sana. hmm. Lakini jambo lingine muhimu ni kutambua kwamba maadui wakubwa sio kwamba hawapo wengine, mm -hmm. ila maadui wakubwa wa nchi yetu ni umaskini, ujinga na maradhi mm -hmm. mm -hmm. kwa maana ya kwamba umaskini unatweza utu wa mtu na unamfanya anashindwa kufurahia haki zake za msingi, maradhi vile vile ujinga ni moja kati ya vitu vinavyofanya binadamu tunayumba sana. Yaani kitu chochote kikitokea, kama hujui, unajionea kuwa ni sawa, kumbe unadanganywa, inawezekana unachezewa shere. Wengine leo nimepigiwa na mtu simu, anasema anatoka shirika moja la, la, la, la mtandao ya simu anataka password ya, ya, ya, ya. <laughs> Sasa ukiwa mjinga lazima upigwe sawa sawa. <laughs> Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mwalimu na chama cha tano waliweka msingi kwa huo hili ni moja ya kitu linalotufanya tuende kufurahia uhuru wetu kama taifa mm. Tutarudi hapo kwenye hayo mambo matatu uh, Dr. Mbunda mm. Wakati akizungumza Dr. Marcus amegusia jambo moja kwamba Mwalimu naye kuna maeneo alikengeuka na baadaye akarudi mm, eh, kwa namna nyingine, lakini akaja na kitabu chake cha mm, Tujisahihishe. Hii inatoa funzo gani kwa viongozi wengine ambao wapo madarakani ambao wameondoka na hata wale ambao wanatamani kuwa viongozi naam uh, ni muhimu sana kujifanyia tathmini kwa sababu uh, kama kiongozi unaongoza umma wa watanzania watu wengi na kuna pahala unaweza ukajikwaa kujikwaa ndo ubinadamu wenyewe eh, kukosea ni ubinadamu eh, na hamna binadamu ambaye ni mkamilifu lakini ni muhimu sana uwe unajifanyia tathmini mara kwa mara kwamba, je, katika utekelezaji wangu wa majukumu yangu eh, nimejikwaa wapi? Eh, na Baba wa Taifa alifanya hilo vizuri. Amezungumza kwa mfano hilo la, la, la, la, la serikali za mitaa hmm, baadaye akarudisha. Amezungumza hilo la la ushirika ushirifu. Na nadhani ilikuwa kosa kubwa sana na ni, ni, ni siasa tu hofu, <laughs> kwamba uh, vyama vya ushirika vilikuwa vina <laughs> vinakuwa na nguvu Oof. kubwa mm-hmm. eh, na vyama vya ushirika vi, kama vingeendeleza kuwa na nguvu ile yetekana, labda pengine hata kilimo chetu kingekuwa kimebadilika sana, kwa sababu tunakuwa na wakulima ambao wana uwezo wakulima eh, wetu saizi wamekuwa hohehahe eh, kwa sababu mojawapo ikiwepo ni kukosa Uh, ushirikiano na, na, na makablasha mengi, na mimi mwenyewe nimefanya tafiti nyingi zinazohusiana na sera za kilimo hmm. Uh, tafiti nyingi zinaonyesha kwamba eh, hata kule uh, Ulaya Mashariki -ma -ma kule eh, waliweza kupiga hatua vizuri kwenye kilimo kwa sababu yeah, ya kuwa na ushirika imara, ushirika ambao ulikuwa unawapa ulikuwa uh, una, unaweza kuwapa kuwa, kuwa fursa ya ya ku accumulate mali hmm. Sasa uh, hilo la kujisaisha ni muhimu, na kwa mfano uh, alijifanyia tathmini vilevile vile kwenye ile falsafa yake uh, inayoendana na Azimio la Arusha hmm. E, anasema <laughs> kale kijitabu kale e, alisema hakikasoma tena e, bado anaona kwamba uh, kalikuwa sahihi sana kwa mazingira yetu, lakini hii kuonyesha kwamba ni mtu ambaye alikuwa anajitathmini mm-hmm. e, kwa hiyo nilikuwa nadhani ni kitu ambacho viongozi wetu wa sasa e, kwa kuiga huo mfano mzuri wangejaribu vile vile kujifanyia tathmini. Nakumbuka um, kwa mfano uh, uh, kipindi cha, cha hayati ya uh, Benjamin Mkapa no. nadhani alikuja kukiri kwamba haku kwenye kitabu chake ameonyesha mm. kabisa kwenye ubinafsiaji kwamba hatuku na ni jambo zuri na baadaye akaja akawa, kwa sababu uh, Mkapa alivyoingia alikuwa ni mtu ambaye ana ni mhubiri wa utandawazi na faida za utandawazi kwamba tujiandaeje, tujipangeje, lakini baadaye akaja kukiri kwamba kuna sehemu tulikosea, hasa kwenye ubinafsaji na kadhalika mm. na kwenye kilimo vilevile vile, alisema hatuku, hatukuwekeza nguvu vya kutosha kwenye kilimo. Kwa hiyo nilikuwa nadhani kungekuwa na, na mwendelezo kama ule kwamba viongozi wanajifanyia tathmini na, na baadaye waweze kukiri kwamba kwa sehemu tulikosea tulikosea, eh, Mkapa hiyo hiyo ya kusema kwamba <laughs> kuna, kuna pesa zilichukuliwa unakumbuka, <laughs> ile sakata ya pesa la EPA nadhani ni, ni, ni kati ya mambo ambayo baadaye yalikuja kumpa heshima sana. Kwa hiyo nadhani ni muhimu sana uh, kujisaisha na kukiri hadharani kwa sababu wewe ni binadamu na watu wataelewa, kuliko ukiamua tu, mimi ni kiongozi, kwa hiyo hayo <laughs> unayafukia chini kwa chini mm. ndio kwamba unajiona ukose, yeah. Dr. <laughs> Malkus, uligusia wale maadui watatu ambao e, mwalimu alitangaza vita nao, na sasa ni miaka 26 tangu ye mwenyewe e, Mungu amemtwaa taifa limepiga hatua katika nyanja kadhaa ikiwemo iza kufuta ujinga. Tunaona elimu ime imetandawa kila sehemu. Uh, umaskini naendelea kupambana nao uh, kwa kadri ambavyo inawezekana. Hawa maadui watatu bado ni maadui katika kiwango hicho hicho ama leo mwalimu angekuwepo angesema kwamba heko kwa hatua ambazo zimepigwa. Kwa vipimo vya matumizi ya dola moja kwa siku Mwaka elfu moja mia tisa sitini, asilimia kati ya tisini na saba hadi tisini na nane ya Watanganyika walikuwa wanahesabika kuwa ni watu maskini, yaani tulikuwa na watu wawili wenye nafuu kati ya watu mia katika Tanganyika yetu hmm. Na hawa wawili wengi walikuwa ni Waarabu, Wahindi na Wazungu hmm. Kwa kifupi walikuwepo watu wachache sana wenye asili ya Kitanganyika wenye nafuu za kimaisha. Ndio maana kama unasikia kuna mtu anaitwa Azizi Ali kule mtoni, kwa Azizi Ali, wale wa Waswahili wachache wa, wa, wa, wa mwanzo walionekana wana nafuu mm. za kimaisha. Wakati anaondoka madarakani Mwalimu mwaka mm. 85, kwa kipimo kile kile Watanganyika maskini walikuwa ni asilimia sitini na mbili. Ilipofika mwaka elfu mbili Watanganyika maskini kwa kipimo cha dola moja walifika alfu, e, asilimia 46. Mwaka huu tunaongelea tuna, ongelea, tuna Watanganyika, Watanzania maskini asilimia 26 kwa kipimo cha dola moja kwa siku. Ukienda kwenye vipimo vya dola tatu kwa siku ambacho kimetumika karibu miaka mitano iliyopita, Watanzania kwa sasa maskini ni asilimia 42.9. Kwa vipimo vyote hivi umaskini Tanzania umepungua kwa kiasi kikubwa sana, na ukiangalia kwa kiwango na jicho la wakati wa mwalimu tofauti utaiona ndogo sana, kwa sababu kiuhalisia uhuru tuliupata wakati nchi hii ikiwa na miundombinu hafifu sana na uzalishaji mdogo mno. Wakoloni waliweka nguvu katika kutoa elimu ya kuitumia kia serikali kuchimba na kukusanya rasilimali na kuzipeleka kwao. Kwa hiyo kwa ukiangalia nguvu kubwa iliyotumika katika miaka ile takribani ishirini na tano ya uongozi wa mwalimu ya kwanza ilijenga misingi ya uchumi endelevu leo tunaufurahia, na ndiyo maana ukiangalia sisi tunaofuatilia uchumi na kwa takwimu hizi nilizokupa, mm. uchumi wa Tanzania unakuwa kwa kiasi kana kwamba hauhi, hauhusiani na, mm. na matatizo mengine makubwa. Kumbuka tumepigwa na Covid hapa mm. katikati, yeah. kuna mtikisiko wa uchumi kadhaa imetokea huko Ulaya mm. lakini kwetu sisi tunakwenda taratibu, lakini kwa uhakika mm. na ndio maana inafika mahali tunazipita sasa nchi kadhaa ambazo zimekuwa zikitutangulia kwa miaka mingi mm. Hili Mwalimu alitusaidia kwa kufanya mambo makubwa mawili okay. Moja, kutunza rasilimali zetu mm. kama mtakumbuka, mpaka kulikuwa na ule usemi Mwalimu anasema tusichimbe madini yetu mpaka tuwe na uwezo na akili na utaalamu wa kuchimba rasilimali zetu mm. Tulizitunza, lakini cha pili alitusaidia kwa kujenga mshikamano, umoja na uzalendo wa Watanzania mm. Huu ni moja ya misingi mikubwa sana kwenye uchumi duniani, na kwa sababu hiyo akatufanya tuwe na uwezo wa pamoja wa kupambana na maadui wetu watatu. Mimi sijazungumzia elimu, ujinga na, na, na maradhi kwa sababu najua nako tumepiga hatua sana. Nilitaka nitumie hii nyanja ya uchumi nikuoneshe ni namna gani mawazo ya Mwalimu na wenzie yalitusaidia kufika leo tulipo. Mahali ambapo katika Afrika tunahesabika wenye reli ya mwendo kasi inayotumia umeme. Mahali ambapo katika Afrika tunahesabika kati ya nchi chache Afrika ambazo zimeweza kujenga miundombinu mikubwa ya usafiri na usafirishaji katika majiji matano kwa wakati mmoja. Tuko wachache sana. Sasa haya huwezi kuyaona wakati Mwalimu akiwepo madarakani. Lakini kile walichokifanya ndicho kinachotufanya leo tunafika hapa tulipo. Msingi mkubwa ulijengwa kule, na ndio maana mimi kuna wakati huwa wanafika na washauri wanasiasa kwamba kuna baadhi ya matamko tuyaangalie kwa macho tofauti sana. Unajua, mwaka hamsini na nane mwalimu na tano walikuwa na nafasi ya kugomea uchaguzi, kama mtakumbuka. Kwa mara ya kwanza, wakoloni wakaamuru kwamba uchaguzi lazima upigwe kula tatu lazima uchague Muhindi, Mzungu na Mwafrika mm. na TANU wakakaasema mm, haiwezekani nchi ya kwetu sisi mm. kwani lazima tuchague wazungu wa, wa, wa yeah. na, na, na, na, na, sikuwepo, bahati mbaya, lakini maana kuna jamaa mmoja kule, kule Kigoma anauliza asije. <laughs> <laughs> akaniuliza sikuwepo, lakini tumefuatilia kwenye historia, tumesoma kwenye vitabu, tumewauliza wazee wetu <laughs> wanasema Mwalimu alikaa na wenzake akawashauri kwamba huu ni mtego hmm. Tukiukwepa tutafanikiwa hmm. Tukiuingia kichwa kichwa utatovaa hmm. Twendeni kwenye uchaguzi sisi, si ndio wengi? hmm. Twende tukawaambie watu wetu hmm. watupigie kura sisi hmm. Na uchaguzi ule wakashinda. mwaka huu kuna hmm. chama kimegomea <laughs> <laughs> sijui kitambulia kula ngapi, wakati tayari akipo <laughs> uwanjani uh, Dokta Mbunda, vijana yeah. <laughs> wa leo wanasikia tu hizi kama hadithi ama hekaya nah. hivi e, za Bunuwasi mm. kwamba alikuwepo mwalimu alifanya hivi mm. E, mbaya zaidi historia yetu nayo mm. haizunguki sana mm. watu ambao wameibeba taifa hili na zungumzia zaidi watu e, wengine. hawa watu baada ya labda miaka ishirini na sita mingine mm huyu mwalimu bado atakuwa anakumbukwa namna hii hii kwa sababu umegusia mwanzoni wakati ukianza ku, ku, ku, ku, ku, kueleza mm, kwamba inapofika tarehe kumi na nne mwezi wa kumi mm, ni kwamba unasema kwamba ah, mwalimu nakutaja mambo yake. <laughs> Naam. Eh. <laughs> swali zuri, swali zuri kwa kweli. um, daktari hapa amezungumzia misingi ambayo baba wa taifa alikuwa ameiweka na umezungumzia hayo hao maadui watatu ambao kwa bahati mbaya <laughs> miaka 64 sasa bado tunaendelea kupigana nao, lakini mimi ningetamani tu niwakumbushe watazamaji wetu e, na sisi wenyewe hapa kwamba mwaka 1982 baba wa taifa alitangaza vilevile vita, kwa sababu baba wa taifa ametangaza aa, vita tatu hmm. Ya kwanza ni haya ya madui watatu <laughs> Ya pili ni vita Kajia. vya Kagera hmm. Ya tatu ilikuwa ni vita Vya uchumi, uchumi na vita vya uchumi. Baba wa taifa alisema hii dunia tunapoishi hapa tujue kwamba tupo kwenye vita vya kiuchumi, na vita vya kiuchumi kimsingi tunazungumzia jinsi ambavyo tunahusiana na mataifa mengine ambayo wenyewe wana maslahi like ambayo wanayaangalia eh, na wanatutumia sisi eh, kama migongo ili kufikia hayo maslahi like yao. E, unazungumzia kwa mfano sisi tuna rasilimali eh? mm. Daktari hapa amesema ni kwa kiasi gani baba wa taifa aliamua kulinda rasilimali kwa choyo kubwa. mm. Sawa. mm. Eh? Na akasema kwa mfano kama madini nadhani ukiacha, ukiacha almasi eh, yeah. e, madini mengine hayakuchimbwa katika kipindi chake, kwa anasema ngoja vijana wangu wasome e, waelimike. E, na wawe na, na, na, na wafunguke kiakili, watakuja kuchimba kwa sababu hizo ni rasilimali, haziozi, si ndio? Mm. E, sasa tunazungumzia rasilimali hizo e, za madini lakini rasilimali zingine kama ardhi tunayo misitu na kadhalika sawa, eh? Mm. Lakini vilevile rasilimali zinazotokana na huduma <laughs> sisi kwa mfano tuna watu zaidi ya milioni sitini hapa yeah. kwa hiyo hata kutoa tu huduma fulani kuna maingizo makubwa nayoweza kupatikana pale. Je, tunavyoingia mikataba kwa mfano na labda makampuni ya nje, ni kwa kiasi gani tunazingatia maslahi ya sisi kama Watanzania? Kwa hiyo haya yote yanaangaliwa katika, katika muktadha wa vita vya kiuchumi sawa, kwamba tujitahidi kuweka misingi ya kuhakikisha kwamba uh, chetu hakiporwi, sawa, ila kinatumika kwa ajili ya maslahi ya Watanzania. Mm. Kwa hiyo ukiachilia mbali hizo hizo hizo au maadui hao watatu. Hivi e, vita <laughs> ni vita ambayo hatujashinda bado. Ni vita mm, tuliyoshinda kati ya hizo tatu kimsingi ni vita moja tu, mm, vita vya Kagera. Lakini vita tatu vya umasikini, ujinga na maradhi bado, bado hatujashinda. Hatuja na hii vita uchumi. Vita vya kiuchumi ndo ngumu zaidi. Ngumu zaidi na hatujashinda. Mm. Na mimi sidhani kama ndo maana nimekuleta ni, ni, ni huko. Nataka tu hao oh, vijana wajue. Na kwa bahati mbaya zaidi mimi, mimi, mimi ni, ni mwalimu eh, ah, niseme tu kweli kwamba vijana wetu ah, yani ile hamasa ya kusoma ni ndogo sana. Kwa hiyo unaweza kata mkuta mwingine anasikia tu anavyozungumza Baba wa Taifa, watu wanavyojadili, si ndio? mm -hmm. Lakini kuna vitabu vingi sana ambavyo vimeandikwa vinavyohusiana na ma, ma, ma mambo aliyowafanya, mm -hmm. Baba wa Taifa au aliyoyaagiza. Kwa hiyo wakisoma naamini, kwa mfano kwenye mambo kama hayo, kwa mfano Eh, vijana <coughs> wanaochipukia kwenye uongozi mm, wanakuwa madc wanakuwa sijui madas maras marc. Eh, haya ndo mambo ya msingi, kwa sababu kule ukiwa RC wewe unasimamia labda maendeleo ya mkoa fulani na ule mkoa una rasilimali madini na kadhalika wewe una, unatakiwa ufahamu vita vya, vya kiuchumi vipoje na ujue kwamba sisi kama nchi tunatakiwa tujilindeje, mm. ili tusiingie kwenye mtego eh, wa kupoteza rasilimali za nchi, si ndio? Lakini lazima hu umemsoma baba wa taifa, lazima hu umesoma broadly haya eh, mambo huo unaojua. Eh, kwa hiyo ni ya muhimu sana, lakini sina hakika kama tunayapa kipaumbele. <laughs> <laughs> maneno kwake. Nikiongezea kidogo mimi, kwa ninaamini kwamba Baba wa Taifa atakumbukwa kwa muda mrefu sana mm -hmm. mrefu sana kwa sababu kubwa mbili, moja anazungumzwa pande zote yani, walioko kwenye madaraka na wanaopinga, wote wanamnukuu baba wa taifa, na hata hivi tunavyojiuliza haya maswali yanaulizwa kote, yani sahizi kuna watu hata wa vyama vya upinzani wanawauliza chama tawala, nyinyi mnaishi falsafa ya baba wa taifa <laughs> na vilevile vile, na wao tunawauliza kama mimi nilivyowauliza, Baba wa Taifa hakususia uchaguzi mm. Nyinyi mliosusia mnaishi falsafa za Baba wa Taifa? Hili mm. moja, lakini la pili, misingi ile aliyoijenga, pamoja na kwamba hatujafanikiwa kabisa katika vita zote kushinda, lakini bado ile misingi itatumika kwa muda mrefu kutusaidia kupambana na hizi vita. Vita ya kiuchumi inahitaji sana uzalendo sana yeah. Ni mahali ambapo mm. kaka Nurudini pana ushawishi mkubwa mno mm. yani mtu anakuja hapa na dola milioni moja ukienda kuzichange unajua ni bilioni mbili mm. nukta tano sita kwenda <laughs> mbele halafu ukiangalia umri wako hautofanya kazi daima <laughs> na vizazi <laughs> vyako eh, kwa hiyo unaingia unashawishika mkeni. Lakini mm. kumbe wanataka urani ya mpale mkuju mm. mm. unaweza ukashawishika kuingia kwenye hiyo mm. shida mm. lakini unajua kabisa mm. kwamba nikifanya hili ninawatia Watanzania wenzangu kwenye matatizo mm, kwa hiyo tukikumbuka huu msingi wa uzalendo mm, mm. alioujenga Baba wa Taifa mm. kwa kuangalia pia kwamba yeye mwenyewe aliuishi kwa maisha yake na mm. kuonesha umma kwamba, nimetoka Ikulu, sikuingia na kitu mm, sikuondoka na kitu mm. itaweza kutusaidia sana. Maneno ya kwake Dr. Malcos Alban, mchambuzi wa masuala ya uchumi na siasa ambayo tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo, lakini pia nimekuwa naye Dr. Richard Mbunda, mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Niwashukuru sana nam na, na kwa nukta ndo nafikia tamati ya uchanganuzi kwa siku ya leo. Tulikuwa tukimulika miaka ishirini na sita tangu kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na namna ambavyo falsafa yake inaendelea kuenziwa hapa nchini. Naitwa Nordin Selemani, nikutakie tu utazamaji wa vipindi vinavyoendelea na usiku mwema kwako.